Vipi hiyo pesa sasa, mimi mionesha kwambia, nikupate yani kama elfu moja elfu nne, nani baki nazo kivipi? vipi emie nkaiyokotaaada, kivipi vipi? ashehe huyu apo, salamu alaykum shehe, njoo mwanzo. Vipi vipi bwana? hali yako wake Alhamdulillah. alaykum. salamu alaykum idi naendaje mwanzo? Nenda vizuri. Sasa shehe, mimi alikuwa nauliza, uh -uh. uh -uh. uh hivi -huh. Tumekuta uh 1500 hapa -huh. Hata kinyo ah, ndiyo niloiokota na mikono yangu miwili. Ningekuwa hii midomo hii mikono ah, yangu, acha kusema urongo. Hii, hii topic. Hasa sikia shehe, katika hizo pesa tugawanye vipi? Maana mimi mimi ndiyo niloiokota mikono yangu miwi. Kwa hata tuambie tutagawanya vipi, yani <todic> uh, pesa ni tanga elfu <todic> <ay>, tano pesa <todic> <todic> katika kitabu cha fiki kinasema. Naam. mm -hmm. Pesa ikiokotwa mm -hmm. na kama haina mwenyewe uh -huh. mm -hmm. Na watu ni wawili. Na akija shehe yoyote eh uh -huh. Yo shehe, mnampatia 75%. Mimi nilijua mimi, mi nikakwambia, mashehe hivi ndivyo walivyo mashehe. Sasa <laughs> yeye akataka nini? Yaani si ndo tolo kota pesa badala useme, yaani tutangaza kama mwaka mmoja ni kama mwenye hayuko ndo tutumie hiyo pesa, wewe unasema unataka uganyiwe. Yaani kivipi, mbona mie sikuelewi? Lakini ni kitabu kimesema hivyo. Kitabu kimesema vipi, kwani mie sikusoma? Sikusoma mie. <laughs> Sina mimi kuja mjini, sina viatu wala nini, mimi nimekuja kutafuta kazi si si hati sikusoma mie. Eh. <laughs> Nasoma <laughs> <laughs> kwa hiyo. Mimi nimekuja kukuuliza ni kuangalia hali <laughs> sijua, wala mimi sitaki kujua. Tangu anambiaaukuganyia so, pesa mimi sitaki kujua pesa. Mimi nikakwambia, ama shehe, sio mimi. Mimi nilijua tu mi, mi tu, mi, mi tu. Mi vile wanavyofanya